Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliotiwa saini Oktoba 10 mwaka huu, mashambulizi ya Israeli bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, huku hali wa Palestina ikibaki kuwa ngumu hasa katika ukanda wa Gaza. Ingawa makubaliano hayo yamepunguza kwa kiasi fulani mashambulizi dhidi ya Palestina huko Gaza, Israeli inaendelea kushambulia nchi za Lebanon, Syria na Ukingo wa Magharibi, hatua ambayo wachambuzi wanasema inalenga kudhoofisha majirani zake na kudumisha hali ya kutotulia katika eneo hilo Ma afisa wa Marekani walizuru Israel wiki hii, lakini licha ya kuwa Tel Aviv ni mshirika mkubwa wa Marekani, hakuna dalili kwamba Washington iko tayari kuiwajibisha Israel kwa vitendo vyake vya nje ya Gaza. Jeshi la Israel limekuwa likiongeza ukandamizaji dhidi ya wa Wapalestina katika ardhi hiyo inayokaliwa kwa mabavu tangu Oktoba saba, mwaka 2023. Zaidi ya wa Wapalestina 1000 wameuawa katika Ukingo wa Magharibi, huku Israel ikiharakisha juhudi za kutoa eneo hilo rasmi kwa wiki mfululizo wanajeshi na walowezi wa Kiyahudi wamekuwa wakivamia mashamba na kuwashambulia wa Palestina wanaovuna zaituni. Miongoni mwa waliokamatwa ni mfungwa aliyekuwa ameachiliwa wakati wa makubaliano mafupi ya kubadilishana wafungwa mwezi Januari. Waziri wa fedha wa Israeli mwenye msimamo mkali wa Kizayuni, Bezalel Smotrich, amewataka wafuasi wake wamshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuunga mkono utoaji rasmi wa ardhi ya ukingo wa magharibi, akidai hatua hiyo itaondoa wazo hatari la kuundwa kwa taifa la Palestina. Kwingineko, Israel imeendeleza mashambulizi ya karibu kila siku ndani ya ardhi ya Syria, hasa katika maeneo ya kusini. Taarifa za vyombo vya habari vya Syria zinasema tangu kuondolewa madarakani kwa rais Bashar al Assad mwezi Disemba mwaka jana, jeshi la Israel limevamia maeneo mbalimbali ya Syria na kushambulia miundombinu ya kijeshi. Shambulio la hivi karibuni lilitokea Jumapili katika vijiji vya Alrazia na Saida al Hanot mkoani Khatira, ambapo jeshi la Israel lilijenga cha ukaguzi na kumkamata mfanyabiashara wa mikate kabla ya kuondoka naye. Mwakilishi wa Syria katika Umoja wa Mataifa Ibrahim Olambi alilaani uvamizi huo na kusema Israel imevunja makubaliano ya mwaka 1974 ya kusitisha mapigano, akitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua. Nchini Lebanoni, Israel pia imekuwa ikiendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hezbollah, licha ya vita kati ya pande hizo kumalizika rasmi Novemba 27 mwaka 2024. Mashariki mwa Lebanoni bado kumekumbwa na mabomu mazito kutoka Israel katika siku za karibuni. Siku ya Jumatatu, jeshi la kulinda amani la Umoja Mataifa UNIFIL lilidungua ndege sona rubani ya Israel iliyodaiwa kutupa bomu karibu na doria yao. Baadaye tangi la Israel lilifyatua risasi kuelekea walinda amani hao, ingawa hakuna aliyejeruhiwa. Siku ya Jumapili Israel iliwaua watu wawili katika maeneo ya Balbek na nak Kura, mashambulizi yao yakiharibu vifaa vya ujenzi na kusababisha vifo vya raia. Serikali ya Lebanon imeitaka Marekani kuiwajibisha Israel kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita, hasa kutokana na kuendelea kwa ukiukaji wa mipaka katika maeneo matano ya Lebanon. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti mazoezi ya kijeshi yanayoiga shambu... yanayoiga shambulio la Hezbollah, ingawa wachambuzi wanasema kundi hilo halina uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa kwa

Naye makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema wiki iliyopita kuwa usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas unaendelea vizuri zaidi ya matarajio. Hata hivyo, mashambulizi ya anga ya Israel bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka hospitali al Olda zinasema angalau wa Palestina 100 wameuawa tangu makubaliano hayo kuanza, wakiwemo mmoja aliyeuawa na wanne kujeruhiwa katika shambulio la droni lililotokea kambi ya wakimbizi ya Nusraita siku ya Jumamosi usiku. Israel pia imezidisha vikwazo vya misaada ya kibinadamu na inawazuia wagonjwa kusafiri kupitia mpaka wa Rafa kwa ajili ya matibabu. Mmoja wa wagonjwa hao, Rasha Abu Sbeika, mwenye saratani ya kiwango cha juu alisema anahangaika kupata ruhusa kuondoka Gaza tangu hospitali nyingi zilivyobomolewa na Israel, wa Israel. Kwa ujumla, wachambuzi wanasema hatua za Israel zinaonyesha kwamba makubaliano ya kusitisha vita hayakusimamisha vita bali yamebadilisha uwanja wa mapambano. Huku kandamizaji wa Palestina na mashambulizi ya mipakani yakiendelea bila kukoma.